Kama tulivyoahidi kupitia ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 hadi 2025, miundombinu ya umeme sasa tumeifikisha kwenye vijiji vyote mia moja na tisa vya Meatu, ila hatujaishia hapo tulipoahidi, tunaendelea mbali, kazi inaendelea sasa kwenye vitongoji. Pamoja na jitihada hizi zote ninafahamu kwamba kuna changamoto ya umeme kutokuwa na nguvu ya kutosha. Naomba kuwataarifu kwamba serikali imejipanga kukabiliana na hili. Tayari tuna mradi wa ujenzi wa njia za kusafirishia umeme kutoka Shinyanga hadi Simiyu na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme cha mkoa wa Simiyu. Mradi huo utakapokamilika utawahakikishia wakazi wa Simiyu umeme wenye nguvu na wa kutosha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji ikiwemo viwanda. Lengo letu ni kutaka wananchi watumie nishati ya umeme kuongeza thamani ya mazao na kilimo na ufugaji.